Karibu katika channel yako pendwa ya FEABOY kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mambo mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo tutakwenda kuangalia majina ya wale walioweza kuitwa kazini leo tarehe nane mwezi wa kwanza 2026. Hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe 14 mwezi wa kwanza 2025 na, na tarehe 21 mwezi wa 11 2025. Unachotakiwa kufanya ni kupakua barua yako ya kupangiwa kituo cha kazi katika akaunti yako ya Ajira Portal sehemu ya my application. Na hongereni sana kwa nie ambao umeweza kuitwa kazini. Na kwa wewe ambao ulifanya usaili katika tarehe hizo na ukubahatika kuitwa, basi usikate tamaa. Jua kwamba huu ni mwanzo tu, huu ni mwanzo lakini omba tena pale nafasi zitakapoweza kutangazwa, usikate tamaa, usiwe mwepesi wa kukata tamaa, omba tena nafasi zitakapoweza kutangazwa. Majina mengi hapa ni majina ya wauguzi, kada ya afya pamoja na walimu. Hii ni walimu pamoja na kada ya afya. Kwa hiyo wale walimu na wale madaktari ambao hawakupataga kazi muda mrefu, basi nafasi hizi tayari zimeweza zimeweza kutoka, ajira hizi kutoka na Unachotakiwa kufanya ni kupakua barua yako katika akaunti yako ya ajira poto, ili kuweza kuona jina lako katika PDF hii. Unachotakiwa kufanya ni kuweza kujoin katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Join katika grupu uweze kupata PDF hii, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy tafadhali, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii, santeni na karibuni.